Skilizeni aize sasa hapo, naona usikilizenitagamb, subiri, subiri, tuongee kitu, naomba tuongee kitu kimoja. Wangapi ni wafanyabiashara hapo? Wangapi wanafanya kazi a? Kwenye maisha, siku zote tunakuwa na changamoto unaweza kukuta majie, mwanzo ulikuwa na mshikaji wako mkasapotiana, halafu ukitoboa wanaanza kukukunjia sigie.